Leo ni kama bahati kukutana na, na CEO wa Edayo Online TV. Leo tutakuwa tukizungumza mambo mengi sana hasa kuhusiana na sisi vijana na dunia yetu namna inavyokwenda. Uh, kwanza tuanze na ajitambulishe yeye ni nani na atuambie vitu vingi kuhusu yeye alafu kisha tutaendelea. Karibu sana. Asante uh, sana ndugu mtangazaji nimevutiwa nimevutiwa na, na, na, na, na kipawa niseme wewe, kama kijana, kwa kweli, nina furaha sana kukutana na wewe na kwa ajili ya vijana wengine pia ambao wanatutazama kwa wakati huu. Kwa majina yangu, ningependa kujitambulisha, naitwa Elisha Daudi Joel eh, e, lakini kwa huduma naitwa mwinjilisti E, mwinjilisti Elisha Daudio pia ni CEO kama alivyotangulia kusema kijana hapa eh, e, kijana makini kabisa, ni ni CEO na mwanzilishi wa Edayo TV. Nafikiri ni njia zipi, uh, za kutufanya sisi vijana kwa sababu mimi ni moja kati ya vijana, za kutufanya sisi vijana kuwa kuamka kama vijana wa zamani, ili kuleta maendeleo katika taifa letu katika dunia yetu hii kwa ujumla. Tunafanya nini sasa ili sisi vijana tuwe kama vijana wa zamani au zaidi ya vijana wa zamani, tuwe na, na na, na, positive impact katika taifa letu au katika jamii yetu ambayo inatuzunguka sisi kama vijana ah, ili ili tuwe na mambo positive katika taifa na wazee wajivunie eh, wazee wetu wajivunie au wazazi wetu wajivunie sisi kama vijana. Cha kwanza kijana eh, anapaswa kuwa mtu mwenye akili kubwa, mwenye kufikiria kwa kina, yani kabla hajalifanya jambo analifikiria kina. kwa kina, unaona. Lakini kingine eh, kijana anatakiwa awe na matumizi sahihi ya nguvu zake, yani anapoenda kuwekeza zile nguvu anawekeza katika nini atapata nini? Kama ni anakuwa na akili kubwa na anajua kuwekeza vizuri nguvu zake, utaona kile ambacho kinaenda kutoka pale ni positive, ambacho kitamsaidia yeye mwenyewe, lakini pia kwa namna moja ama nyingine kitakunufaisha wewe na mimi pia. Nitanufaika moja kwa moja, ni taifa limenufaika. Si lazima ukafanye kazi ya uhasibu, unaweza ukabuni biashara nyingine, ukaongeza elimu na nyingine na nyingine, nyingine, tofauti ukaenda ukafanya biashara mbalimbali. Uzuri, nashukuru serikali yangu imeweza eh, eh, kuleta elimu ya ya vitendo eh, yaani veta eh, inasaidia sana na hii tu, tu, kwa miaka ya mbeleni tunaona tutakuwa na vijana ambao wanapenda kuchapa kazi. Kwa nini? Vijana ambao wanapenda kuchapa kazi kuliko sasa. Sasa hivi wengi wamesoma ili, ila yale makaratasi yao wameenda kuyahifadhi tu. Ha, kazi, wanakosa wanakosa sehemu za kwenda kupata hiyo ajira yenyewe. Unapoambiwa, unapokuja EDAYO TV nikakwambia nafasi zimejaa, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tafuta kitu kingine tofauti na uandishi wa habari ukakifanye kusudi ujipatie kujenga uchumi wako. Ni kwa nini? Tanzania imebarikiwa ina mashamba ina maeneo ya wazi mengi, bado tuna uwezo wa kwenda kuwekeza kwenye kilimo. Sawa, hana pesa, hana pesa ndio afanye nini sasa, na anawazo la biashara kweli, aende akachukue mashamba, lakini ndio hana pesa. Sasa hapo shida, shida, shida, shida. Vijana wakishamaliza chuo hawakubali kuishi maisha ya yale ya chini, wanataka waanzie juu kwamba kufanikiwa kwa, kwa kijana anahitaji pesa au unamaanisha nini? anahitaji pesa eh, lakini akubali kuanzia chini. Wazo la biashara na pesa, kipi kinaanza? Wazo, wazo la biashara. Wazo la biashara au kuwa na mtaji, kuwa na pesa ambalo ndio atafuta sasa wazo la kwenda kufanya biashara eh, kipi kinaanza? Ah, waengo walisema mipango si matumizi <laughs> <laughs> unaweza ukawa na wazo <laughs> lakini sasa uwezi lika, ukalifanya likatimia li, li, li, li, li, li, pasipo nyenzo fulani. Ni kwa nini? Unapokuwa na wazo la biashara umepangilia kila kitu kikakaa vizuri, kitu ambacho kitafanya iprove kuonyesha kwamba ulikuwa na mawazo haya kwenye maisha yako lazima uwe na nyenzo ya kuprove kile kitu. Nyenzo pekee ya biashara, ili biashara yako ionekane kwa watu lazima uwe na pesa, lakini hauwezi kuwa na pesa tu. Lazima uwe na wadau wa kukusupport, kwa maana kwamba vijana ambao wanakusikiliza hapa Edayo TV na na Generation TV, kwa maana kwamba tunawaambia watakiwi kuwa na, nna ma, mawazo ya biashara, lakini wanatakiwa watafute kwanza pesa alafu ndio waandae mawazo. Kwa maana ya kwamba hivyo vyote vinategemeana, msikamawili mmoja umponyoka, hapana <laughs> mm. Pesa, ili uwe na pesa lazima kuna kitu unakifanya, sawa? hicho ni kitu gani sasa? Kama unafanya biashara, maana yake inazalisha nini? Pesa. Tafsiri yangu ni nini? una, una wazo kubwa una idea kubwa ya biashara, lakini hiyo idea kubwa ilitimie lazima uanze kidogo. Wahenga wakasema haba na haba. hujaza kibaba. Yes, akibaba. Yes, akibaba. pole polepole ndio mwendo hmm. hmm. hmm. Nilitamani kujua kwako. Uh, katika hizi kauli mbili zinazozungumzwa mmoja anasema kijana usiharakie maisha ya kuoa maisha ya ndoa, subiria kwanza, oa ukiwa na miaka 35 miaka 30, na mwingine anasema kijana oa ukiwa na miaka 25 miaka 26 kwa ajili ya kubalansi ile pesa zako na inakusaidia kwamba utafanikiwa. Wewe kwa mawazo yako ni yapi, kijana awahi kuoa au wachelewe kuoa ili kwa maana kwamba aweze kufanikiwa? Kwanza kabisa, uh, ni, nipende kusema kuna majira na nyakati sahihi, kuna majira na nyakati sahihi sahi. E, pili nipende kusema ya kwamba kuoa au kuchelewa haikufanyi wewe ushindwe kufanyikiwa kwenye maisha yako. Wengine wanasema kwamba ukiwa hujaoa mm, utakuwa unatumia pesa hovyo, lakini ukiwa umeoa utakuwa unaihudumia familia yako, ila zote utakuwa unaelekeza kwenye hapana, namna ya maendeleo. Hapana, ile ni tabia ya ile ni tabia mtu nature ya mtu ambaye amejengewa toka anakuwa. Kama malezi ya wazazi wako hayakuwa strong, maana yake hata katika ukuaji wako na matumizi yako ya vitu vyako hauwezi kuwa strong, yaani hauwezi kuwa serious. Lazima utatumia tu ukijua vitakuja, kwa sababu kujengewa mazingira ya kutumia kwa uchungu. Wengine wanasema huo ni ubaidi, lakini sio ubaidi. So far naweza nikasema kuoa au kutokuoa hakufanyi wewe ushindwe kufanikiwa au hakufanyi wewe ushindwe kumiliki kitu sawa, au kumiliki mali iga. Ni bora kwa kuoa kijana aanzie labda angalau hapo, itakuwa sawa kabisa. Uh, umri sahihi wa mtoto wa kiume kuoa, kijana wa kiume kuoa ni kuanzia umri eh, kwa dunia leo ni kuanzia umri eh, wa miaka ishirini na tano, kidogo akili zinakuwa zimekomaa anakuwa na uwezo wa kubeba majukumu, ni kuanzia miaka 25. Yes, kuanzia pale, amechelewa sana eh, ni 30. 30. Yes, asante sana ndugu mtazamaji. Nafikiri tumekula nondo nyingi sana na utakuwa umejifunza kitu na kitu bora na kitu cha msingi. Sisi kama vijana, basi ni wakati wetu wa kwenda kubadilika na kuzidi kukua sana. Uh, usikose kufuatilia uh, maudhui bora, maudhui yenye kujenga kutoka hapa Edayo Online TV pamoja na Our Generation TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Jambo moja la mwisho kwako, uh, ni ujumbe gani wa mwisho unapenda kuwapa vijana na unahisi kwao huo utakuwa ni ujumbe bora sana na unaweza hata dakika moja kubadilisha maisha na historia za maisha yao katika kuendea makusudi yao au katika ndoto zao? karibu sana. Uh, neno la mwisho kwa vijana, nipende kusema ya kwamba ishi leo kama hautaishi kesho. Cha msingi kuokoka, ni ujanja kwa Yesu, kuna lipa na chenji na bai. <laughs> Thank you. Nashukuru sana ndugu mtazamaji, usihate kutufuatilia kila siku, tuko pamoja nawe kuletea vitu bora na venye kuleta maendeleo chanya na mabadiliko chanya katika maisha yako, wewe kijana mdogo, kijana mkubwa, hata na wazazi kwa ujumla. Usisahau kutufuatilia. Langu jina ni Thomas Alex, aliyesimama pembeni yangu ni mtumishi wa Mungu Edayo Mgalipa na, na, na, na CEO wa Edayo Online TV. Asante sana kwa kutusikiliza, see you.